No, mambo vipi mtu wangu, nguvu ni mimi mtangazaji wa Kevoo TV na kukubusha, usisahau kusubscribe channel yetu na kulike na kushare na kucomment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Ee bwana, habari kubwa inayotrend mtandaoni inamhusu Mzizi. Wengi tunajua Mzizi ni mchezaji wa Yanga Africa, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana na ni mtu ambaye kusema kweli anategemewa sana katika timu ya Yanga Africa. Sasa issue ambayo imetrend sana, ipo viral. Wengi sana tunajua timu ya Yanga sasa hivi ilimkosa mchezaji huyu Mzizi kwa muda mrefu sana lakini sasa hivi inasemekana mchezaji huyu bwana Mzizi amejiunga na timu ya Yanga Africa. Sasa hivi yupo mazoezini na inatumikia timu yake ya Yanga ya Africa. Kwa hiyo Mzizi ameshapona, sasa hivi yupo kwenye mazoezi na timu yake. Muda wote mtegemeni kumuona akiwa uwanjani Clement Mzizi Anaendelea freshi na yupo uwanjani anafanya mazoezi. Kwa hiyo muda wowote tegemeni mzize kurudi katika klabu ya Yanga kutumikia na kuperform, kwa sababu washaanza mazoezi na sasa hivi nsasahii ana kiwasha huko mazoezini na mwenyewe amesema amerudi sasa, amerudi kufanya yake, kwa sababu watu wa Yanga mashabiki walimisi sana kumuona mzize akiwa uwanjani, anafanya maajabu, anafunga magoli ya mbali kama kaida yake, na furaha kubwa kwa mashabiki wa Yanga Yanga Yanga, kwa kwa kwa sababu sababu wanamjua mzize na na kipenzi sana sana cha mashabiki mashabiki wa Yanga. Kwa sababu mzize alikuwa nje kwa muda mrefu sana na mashabiki wa Yanga walipata kupata tabu kwa sababu walipitia changamoto fulani hapa katikati, kwa sababu fadi wao Mzize hakuwepo. Kwa hiyo Mzize mwenyewe amesema tegemeni makubwa sana, kwa sababu amewamisi kinoma noma mashabiki wa Young Africa, na akasema kabisa msimu huu atakuja kufanya mambo makubwa sana kuliko msimu uliopita, kwa sababu amewamisi, na anaona kabisa sasa hivi yupo bora sana, na amewamisi sana kuwafanyia makubwa. Kwa hiyo mtegemee makubwa sana kutoka kwa Clement Mzize, kwa sababu, kwa hiyo, Mzize sababu sasa hivi amekuja na hasira kinoma noma. Kwa hiyo ili kupata habari mtongo nguvu na kukumbusha mtandaoni zaidi na zaidi, yango ni ya mtangwa nguvu. Asante sana.